E bwana, jana nadhani utakuwa unafahamu kwamba kulikuwa kuna ugomvi eh, kulikuwa kuna ugomvi baada tu ya mechi kuisha, na hii bwana ni Kamara eh, ni kwamba alianzisha mbongi, alianzisha songo mbingo ndombolo mara tu baada ya mechi kuisha, so huku mitandaoni bwana watu wengi sana wamelizungumzia swala hilo e, lakini pia vile vile ni kwamba page mbalimbali zimekuja kuripoti kuhusiana hiyo habari. Kwa mfano hapa bwana, kuna page wamekuja wameandika kwamba wameandika kwamba Bwana Jimedari Kamara ni kipa Eh wa kawaida tu anakosea sana, akiambiwa analeta ujuaji, upuuzi. Kuna mtu ameandika hivyo afa. Hapa chini wakaandika kwamba bwana huyo m huyo Mousa Kamara e, ni mpumbavu sana e, kipa wa kawaida tu, makosa ni mengi, akiambiwa analeta ujuaji na <laughs> najiona najiona kabisa Donnarumma. Najiona Donnarumma dona ngoma, angewaacha kidogo wamchape vibao mjinga huyu e, bwana. Makipa kama hawa walikuwa hawawezi kucheza hata kombe la ng'ombe hapa kwetu. Umeona eh? Kwa hiyo ma, mashabiki wa Simba kiukweli wamekerwa me, wa wame na golikipa na ndio maana eh, walikuwa wanataka wamtandike. Kwa hiyo hii issue ya hapa ni kwamba golikipa ndiye alionekana kwamba ana matatizo eh, na hii yote ni kutokana tu na mechi ambayo ilikuwa inachezwa siku ya jana. Eh, bwana ilikuwa ni mechi muhimu sana ambayo ilikuwa inachezwa kati ya Simba Sports Club dhidi ya RS Barkane na ambapo kwa siku ya jana, bwana mpaka full time Eh, magoli yalikuwa ni moja kwa moja huku upande wa Simba goli lipatikana mnamo dakika ya kumi na saba mapema kabisa ambapo muta, Mutale ndiye aliweza kufanikisha goli hilo, lakini upande wa, eh, upande wa Barkane, huku bwana goli lipatikana mnamo dakika ya tisini baada ya kuongezwa dakika tatu ambapo kuna jamaa anaitwa Sidibe ndiye aliweka mpira wavuni. Sasa kutokana na record ambazo zilizopita, eh, mechi jumla inakuwa ni Eh, ni tatu moja Borkani wakiwa wamewashinda Simba kwa magoli matatu kwa sababu kwao waliwapiga Simba goli mbili bila. Umeona bwana eh? Kwa hiyo hivyo ndivyo mambo yalivyo. Kwa hiyo hii ilikuwa ni kafu final Uh, bwana, hii ilikuwa ni Kombe la Shirikisho Afrika finali second leg, ambayo hii ilichezwa mnamo tarehe 25 mwezi wa tano mwaka huu 2025, yani siku ya jana. Kwa hiyo RS Berkane ndio mabingwa wa Kombe la Shirikisho Afrika msimu wa mwaka 2024 2025, na, na, na hii ni taji lao la tatu katika michuano hiyo. Umeona bwana? Kwa hiyo kutokana na matokeo hayo ndo kukatokea pia huo mgogoro kati ya mchezaji na golikipa. Golikipa inasemekana kwamba amekuwa ni mbishi, mkorofi, mtata, kitu ambacho kimewakera wachezaji wa Simba na wakataka kulianzisha, kama hivyo unavyoona katika baadhi ya page zilizokuwa zimeripoti. So ukiwa kama mdau bwana, weka maoni yako katika comment section. Unahisi kwamba makosa ya kipa yalikuwa ni epi kupelekea mpaka kipa kutaka kutandikwa? Na pia vile vile hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.